Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Hemed Suleiman Moroko, ametaja kikosi cha nyota 28 kwa ajili ya kujiwinda na mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, Bafana Bafana, itakayopigwa Juni 6 mwaka huu nchini Afrika Kusini. Mbali na mechi hiyo dhidi ya Bafana Bafana iliyomaliza nafasi ya tatu kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON iliyofanyika Ivory Coast 2023, 20, Stars inajiwinda na mashindano ya baraza la vyama vya soka kusini mwa Afrika, COSAFA. Katika michuano hiyo ya Kosafa, Stars itapambana dhidi ya Eswatini na Madagaskar, ikiwa ni maandalizi pia ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani, Chan itakayoanza Agosti 2 hadi Agosti 30, 2025. Wachezaji walioitwa ni Yakubu Suleiman, Abdurahim Bausi na Wilson Nangu wa JKT Tanzania, Ali Salim, Shomari Kapombe, Mohamed Huseni Chabalala, Abdurazak Hamza, Yusuf Kagoma Valentino Mashaka na Kibu Dennis wanaoichezea Simba. Wengine ni Hussein Masalanga, Singida Black Stars, Anthony Remy, Azam U20, Miraji Abdalla, Coastal Union, Mishamo Michael Kengod, Ibrahim Ame, Idrisa Stambuli wanaoichezea Mashujaa na Selemani Mwalimu, Gomez, Widad Casablanca. Nyota wengine ni Rusajo Mwaikenda, Pascal Msindo, Faisal Salum Feitoto, Idi Seleman Nado, wote Azam, Ibrahim Hamad Baka, Dixon Job, Sheikhan Hamis, wote Yanga, Ahmed Pipino, KMC, Vedastus Masinde, TMA, na Simon Msuva Al Kalaba. Mwingine anayekamilisha kikosi hicho cha wachezaji 28 ni kiungo mkabaji Alphonse Mabula Msanga anayechezea FC Shamaki ya Azerbaijan. Akitangaza kikosi hicho mapema leo Mei 31, 2025, katika ofisi za Shirikisho la Soka Tanzania TFF, kocha Moroko amesema wanahitaji kutumia vyema mechi hizo kama njia ya maandalizi mazuri kwa ajili ya michuano mikubwa ijayo ya CHAN itakayoanza Agosti. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana hapo, akiwemo nahodha Mbwana Samatta ambaye niliwasiliana naye na akasema hayupo vizuri. Pia kwa Clement Mzize na muda thiliahya wa Yanga wote ni majeruhi, ila tutaungana nao baadaye. Moroko alisema kutokana na mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba iliyopangwa kupigwa Juni 15 mwaka huu, ametoa nafasi pia kwa wachezaji wa timu hizo kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi, hivyo haitawaathiri, ndiyo maana wameita nyota wengi. Kwa upande wa ofisa habari wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, Clifford Ndimbo amesema nyota wote walioitwa wataingia kambini kuanzia Jumatatu ya Juni mbili huku Juni tatu kikosi hicho kitaanza safari ya kwenda Afrika Kusini. Usisahau kusubscribe, like na kucomment kwenye chaneli yetu.